Maofisa wa upelelezi hapa Nairobi wanachunguza tukio ambapo afisa wa polisi katika ofisi ya msemaji wa ikulu Hussein Mohamed anadaiwa kumpiga risasi na kumuua mtu mmoja katika eneo la Amboseli. Mohamed Yusuf Keinan anadaiwa kutofautiana na Amos Langat na kumpiga risasi mara saba kabla ya afisa huyo kuripoti kuvamiwa, na kama anavyotuarifu Gatete Njoroge. Tumethibitisha kuwa msemaji wa ikulu Hussein Mohamed hakuwa nchini wakati wa tukio hilo. Huzuni katika eneo la Amboseli, Nairobi. Majonzi yanamtiririka nduguye marehemu Amos Langat anaporejea eneo ambako maisha ya nduguye yalikatizwa kwa risasi Jumapili usiku. Kulingana na familia, Langat alikuwa akicheza mchezo wa pool na afisa wa polisi katika ofisi ya msemaji wa ikulu Hussein Mohamed, Mohammed Yusuf Keinan wakati tofauti zilipotokea, nikaona watu wametoka mbio ndani kwa pool. Kidogo kidogo nikasikia jamaa ni kama amenyang'anya askari bundu, bunduki. Baada ya hapo bunduki, wakati askari alirudishiwa, maneno ikakuwa imeisha kidogo. Bado ule jamaa akaenda akarudi akafuata ule karao na, mane, na maneno ndio huyo karao alijam akapiga risasi mbili juu, watu wakakimbia wakakimbia. Baada ya kukimbia ule jamaa alichukua mawe. Sasa ndio ule karao alichukua advantage kumpiga, na hiyo ni mbaya, ambapo huyo jamaa sio mwizi. Ule mzee kitambo afike pale pale chini, ndugu yake aliomba msamaha kweli kabisa, amsamehe ule jamaa. Angekuwa na ule utu ndani yake angesamee ule jamaa na yale hayange tokea kabisa. Nilistokea tu risasi ina, inapigwa, sikuelewa pia mimi nilistoka, nikaanza kulala eh, kwa boss fulani kwa hapa na mlango. Huyo askari anakuanga hapa kila mara nikikuja hapa na mwananga hapa, eh, kila mara anakuanga eh, na sijai mwana akiwa na uniform zake baada ya kufyatua risasi saba, mbili zikipasua tenki ya mafuta ya pikipiki ya marehemu Yusuf anaripotiwa kuelekea hadi kituo cha polisi cha Mudhangari na kumwacha Langat na majeraha ya tumbo na kifua. Wasamaria wema walimpeleka hospitalini, walikoelezwa alikuwa amekata roho. Langat anaishi hapa karibu na kwa Mungai, aishi mbali ye ni mwenyeji hapa. Sasa tunalia, tunalilia haki, Ijulikane kazi ya askari walinde raia, sio kuua raia. Alikuwa mtegemeo kwangu na familia yetu huko nyumbani e, hata hiyo time ya kabla hatujaachana na yeye, alikuwa anapanga mambo na nyumbani huko e, kuna kazi alikuwa anaendeleza huko nyumbani. So tunaomba serikali atusaidie kabisa, juu sisi ni wanyonge. Cha kushangaza ni kuwa Yusuf alipopiga ripoti alidai kuvamiwa na watu wasiojulikana akielekea nyumbani na kulazimika kutumia bastola yake kujikwamua kutoka kwao. Wakazi wanasema wawili hao huonekana eneo hilo mara kwa mara wakicheza mchezo huo pamoja. Baada ya kujisalimisha kwa polisi, mshukiwa alisalimisha silaha yake ikiwa na risasi tatu na kuelekea hospitalini akidai kujeruhiwa mkono na mguu wakati wa vurugu. Maafisa wa upelelezi wakiongozwa na msimamizi wa upelelezi Nairobi Benson Kasioki, waliozuru eneo la tukio kukusanya ushahidi, wamesema watamhoji mshukiwa kabla ya hatua kuchukuliwa. Kitendawili sasa ni kwa maafisa wa upelelezi kupata ukweli na mshukiwa mkuu kuchukuliwa hatua kali. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen, Amboseli, kaunti ya Nairobi.